Arya kuamka wakubwa na tumaini, tuliamka salama salamini kama gisi Mwenyezi Mungu alitamani kutuonesha jua ya leo. Kuna wengine walishindwa kuona umwangaza wa leo na kuna wengine walishindwa kabisa. Uh, wamoja wako makaburini, wengine wako monchwari, na wengine wako hospitalini. Lakini wewe umeamka na nguvu za kutosha, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumpigia makofi uh, <coughs> Leo naongelea kuhusiana na conférence nationale euh, de souverain au Zaïre. Le 14 janvier 1992. Euh, ni wakulungwa bale wazi ba Congo ndio watatuambia kwa jia hii conférence nationale souverain, hii aioau ilikuwa nini yaso ilikuwa ni kuhusiana na nini mpaka leo jana, wakaikumbuka Mkongo, naona hapo palikuwa Mobutu, tukiangalia pembeni palikuwa, kwa mkono wa kushoto palikuwa padiri padiri wa padiri wa Wakatoliki. Mimi ningependa watu wazima, mama wakubwa kwetu watupate kutafitiwa kupate kutuweka wazi kuhusiana na hii conference national souverain ilikuwa gaya nini? Media niliona posti zinasumbua sana kusema zina posti wa posti wa kusema kiwa nakumbuka i conference ya souverain iee, uh... <laughs> siku hiyo ilikuwa ya nini, lakini moja ya uh... jana palitokea mapigano makali sana uh... Kalundu, pali anguka bombe na ile bombe iliaribisha nyumba na wazana pale manyumba wazunguzia foto pale Kalundu pale kifovu iliarisha ya nyumba lakini bahusika za zaidi balikwambia ke ni ilikuwa ni drone, drone ndio iliangusha ile bombe na ilikuwa ni drone ya FARDC, wengine wanakwambia ilikuwa ni drone ya ya ya M23, wengine wanasema, wenye watasema lakini, kiukweli zaidi, ke nchi yetu bado inapambana. Sasa tulijua na tunajua kama nchi yetu ingejitolea kwa sababu kusema igomboli, igomboli mafasi kwenye banabana <laughs> nguvu ziko eh, sieli ta cheka lakini nguvu ziko, sijua wapi. Tuko na feli mpaka kusema tunagandia fasi moja miezi mwezi mzima, tunagandia fasi moja miezi na miezi mpaka hapo miezi, siko naelewa vrame piko nini yenye inaendelea, yenye natuma kabisa, tuko na ganda na tunashindwa kutoka iyo fasi yo iko na duma watu. Ni, ni, ni vitu vimwe vyenye haviko naeleweka mpaka ushindwe kuavance kukamata Uvira, wakati nguvu muko nazionesha, nguvu ziko naumiza bakaaji ba, ya Uvira, me muko anashindwa kuvanse kuonesha ile mamilie, aa, tunateseka, wadogo wetu waendelea kupotea, wakaka wetu waendelea kupotea kubakiwa ndio uh, parti yenye mulifanya ya kabambi sana, yenye saizi kwanza na trend kumtandao ama size yenye na trend ku Wikipedia, uh, x Twitter ni parti ya kusema ki munaonyesha nguvu ya, ya kawambi ile kupiga zile gari za za badui muruningu, mulionyesha parti kama kwa jupaka sai uh, Marcel Cishambo unakamaviue vilianza kama Marcel Cishambo, naye iko partie ya wale wajama juu mpaka sai yaonekana, depo walipiga ile gari depo walipiga zile gari mbili, walisema nalikuwa kwa ile konva yenye walipiga gari, mpaka sai yaonekana na mpaka sai yabayua kama alienda kwa baba mamanu. Nikizungumzia baba mamanu, maana yake mnajua kama walienda mzika ama iko wapi ama alitegewa akabebewa ama alienda wapi? Hiyo ni kitu kimoja kia nguvu juu. Sai kwanza mnapopatia shake kabambi babu peke yake n Marcel Kishambo apotei na ni usafile ni mtu mkubwa mwenye alikuwa muchama yao ya M23. Ni mtu mkubwa mwenye alikuwa mchama yao ya FDL anapotea tu ghafla. Marcel Cishambo iko me Wikipedia inaandika ki Marcel Cishambo porte disparu alikufa. Eh, Twitter inaandika hivyo hivyo, maanake habari zake saa hizi kwanza, hakuna mtu mwenye nayuo kwenye ziko. Tukiendelea mwayofasweve njoili nivaambia nguvu tuko nazo pourquoi, kama tuko na hizo nguvu atukamati masehemu mbalimbali tunawakilia fasi moja, miezi tatu miezi mbili mwezi moja, tuko na wakilili fasi moja. kama zile nguvu tuko nazo, jua nini bali tukimbizaka katogota baka tuleta Uvira na hivyo anaanza tupigia makobola. Ni kitu kimoja ni kiko nalumiza sana, ni kitu kimoja ni kiko nafanya uh, tushindwe kupata tumaini moyeni tumaini mwenye tujui kama tutagombolewa na na, na na, diplomasi tutagombolewa na vita tutagombolewa na nini nanin. Yeah, yeye anakwambia eh, hakuna inventory yenye tarudia, hakuna inventory yenye tarudia. Inventory ilikuwa jua kugombola na ilikuwa jua si ya kukamata ipate bonne gouvernance. Samso bonne gouvernance nyikatafuta ni ya wapi na tuko bonne gouvernance ya mziki siki ivo viliu mwingine nay nakwambia na, uh, swala la Rwanda nani ye nchi yake kutoka mkongo kuacha mapigano ni bongo, haiwezi acha mapigano wakati Kongo iko na mtisho. Nishajiuliza hivi Kongo iko na mtishio usalama mdogo ai Esi piko siku wasodai tu wa piko siku wazalendo washatoka wakenda munchi yake, bakanza leta fuyo, bakanza leta vurugu, bakanza leta vitu vya vizikani. Lakini yeye anakuambia sasa, yeye analanshiki, anakuambia Rwanda kutoka mukongo avizu vizikana juu kwanza Kongo iko na mutishio usalama mdogo. Ilo usalama mdogo sisi tukamtishia, ni usalama mdogo gani? Ni usalama mdogo gani? hata swala kwa, kwa ee, ee, ya FDL wanazania ni au, lakini kesho kinakiaki, inaumiza roho, kinaumiza watu na watu wanashindwa kufanya bitu vya muhimu, siyo siyo yeye ni nani? Mimi nijiulize swali moja sasa, nilisoma hii hii habari ku Wikipedia, nijiulize swali moja, eske yeye ni president Umoja wa moja wa Mataifa? Ni president, ni president wa nini? Juu yeye ajifanye njo mtetezi, yeye ajifanye mtu wa kusemea watu, yeye ajifanye yeye njo yeye na tie tuke

kama alienda kwa bamanu inaweza kuwa bien sana. Sasa tuna bizuba bambani, kwa hiyo tuna bitu tutamfanyisha bambebe tu kwa bamanu direct. Hata akija huko huko kwa bamanu, mimi sasa tuna bizuba kumfanyisha, au tutamfanyisha hiki au tutafanya hivi hiki, tutafanya hiki mwale kumva, kama walibomola Marcel ni kitu kikubwa cha nguvu sana kumva. Pili balibomola bitu byao kumva kwanza, balibomola bitu byao kumva pili, wanabomola huyo Marcel tukiendelea kuwa na hiyo force ya hivi, ujamaa maneno yenye iko nasema, itamshinda alianza kwanza Kongo Sud Kivu na hataacha kubisema na hataacha kubiongea, inyiko, inyiko, inyiko. Kwanza, Kongo, Sud Kivu, Nord Kivu ni bipande bya Rwanda bauku na Barundi, tunapaswa tupiganishe kote bulongo wetu, ni bulongo yenye ilitoka kwa Kongo Belge. Binamushinda anakuwa niko bina o hapana, kama mkongo mukongo nikoja kutetea kabila ya bafulani. jana, jana mubulongo ya, ya, ya, ya, ya Norcorea Korea, Korea du nord alipokelewa na <laughs> na mwenzake kiduku.